Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu Kristo. Kegasta Yesu. Kegasta. Dunia hii, nataka niwaambie kuna wafalme wengi. Lakini kuna mfalme mmoja ambaye ni mfalme wa habari njema. Jina lake ni Yesu Kristo. Kuna wafalme ambaye wameua watu. Kuna wafalme ambao wamedanganya watu. Kuna wafalme wa vita. Lakini leo nataka kuhubiri kuhusu mfalme wa habari njema. Mfalme wa habari njema jina lake ni Yesu Kristo. Jambo la kwanza ni mfalme wa historia. Tumesomea maandiko kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu. Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu. Zamani za Mfalme Kaisaria Augusto, amri ilitolewa kila mtu aende kwao ahesabuliwe. Kila mtu aende kwao ahesabiwe. Na ikabidi Yusufu pamoja na Mariamu waende Bethlehemu pale ambapo historia ilikuwa imeandikwa Kristo atazaliwa. Leo nataka kuambia kuna mfalme wa historia, yeye chenye amepanga itatimia. Si historia ya zamani peke yake, hata historia yako chenye Mungu amepanga itatimia katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Mm. Akipanga utabarikiwa, hakuna mwenye hatazuia. Akipanga utainuliwa mwaka wa 2028 hakuna mtu atazuia. Leo nawaambia mfalme wa habari njema ni mfalme wa historia. Kitu cha pili ni mfalme mnyenyekevu, alizaliwa kwa hori la ng'ombe, pia akatembelea mamajuzi. Huyu mfalme ambaye ananyenyekea ni mfalme mnyenyekevu, na hata siku ya leo anatutembelea pahali ambapo tuko kwa wow, Ukristo, huyo Yesu Kristo anatutembelea kwa hali tuko. Hata leo ametutembelea hapa kwa mzee Mwalimu Samson na habari njema inatujia penye tuko, na ninaomba ya kwamba habari hii ikufikie penye huko na kwa hali zote, kwa sababu ni mfalme mnyenyekevu. Kitu cha tatu ni mfalme mwokozi. Habari njema nawaletea, amezaliwa mwokozi, anatusamehe dhambi zetu na anatubadilisha. Hakuna mtu anaweza badilisha mwanadamu isipokuwa Yesu Kristo. Mm -hmm. Nilikuwa nikichekesha watu juzi, nikiwaambia mimi nilikuwa kitambo nimeshindwa kuacha kuvuta sigara, hata headmaster akatushika akatupiga viboko nane kavu

anaweza kuacha kukunywa pombe mm. Na ache sigaret kwa sababu ni mfalme wa habari njema. Kitu cha tatu ni mfalme ambaye tunastahili kumpatia vya dhamana. Huyu mtumishi wa Mungu Samson, yeye alimtolea Mungu la, Mungu fungu la kumi mavuno, kwa sababu alijua ni mfalme ndio tunaipanga. Njooni na furaha

yaani mamajuzi kutoka mashariki, walitembea na dhahabu, uvumba na manemane, manemane, walimpatia vitu vya dhamana. Siku hizi siku wamamamayo mudai watapika chapati mia tatu, unaonama, yaani chapati ino mia tatu, lakini yule ambaye amezaliwa yule ambaye amezaliwa amezaliwa mfalme ambaye tunastahili kumpatia vitu vya dhamana mm. Tumpatie maisha yetu na tumtumikie mm. Kama huyu mtumishi wa Mungu. Jambo la mwisho amezaliwa msaada mm. Kama tuko na changamoto tukienda Krismas, yeye ni msaada wetu, na akiwa msaada wetu atatupigania na atatushindania yeye mm. Ndio amekuwa msaada wa mwalimu huyu na mtumishi wa Mungu, ndio amemuhifadhi mpaka sasa. Ninaomba awe msaada wa kila mtu. Mungu wa amani awabariki. Amen. <coughs> Baba